Fomu zetu ni hizi ziko tatu, lakini tuna hii nayo utaongeza hapo, ambayo tumetoa ya maelezo binafsi, lakini na hizi fomu ziko mbili. Nitaomba hizi unijazie kwa ajili ya kuniachia hapa sana. Mimi naitwa Wilson Lengima, chukua fomu ya kutia nia ya kugombea ubunge wa jimbo la Monduli ndani ya chama chetu cha Mapinduzi, mwanachama wa kawaida kabisa na ni mwana Monduli ambaye ana haki ya kufanya kuchukua fomu kwa ajili ya kuwania ubunge katika jimbo letu la Monduli, na nafasi hii ni nafasi muhimu sana ambayo uh, ni, ni nafasi hii ni nafasi muhimu kwa sababu uh, ubunge ni uwakilishi wa wananchi, lakini vilevile kuwa mbunge ni kuwa msemaji wa wananchi katika nafasi hiyo ya ubunge. Nikaona nafaa kuwa mwakilishi wa wananchi kwa sababu iko kuna mahusiano makubwa sana kati ya kiongozi anayechaguliwa na maendeleo ya watu kama ambavyo sasa tunaona hata rais wetu anavyofanya kazi kubwa sana. Kuna, kwa hiyo kuna mahusiano kati ya kiongozi anayechaguliwa na maendeleo ya watu, na ndio tunataka tuwafikishie watu na kuwaambia kabisa kwamba mimi ni mtu sahihi sana kwao, watakaponipa ridhaa kwa nikawe mwakilishi wao.